mwanzo mm. So lile kile yale maamuzi alioyafanya Machi nane mm. lile likuwa ni goli la kujifunga na litawatesa sana mm. walikubali kuingia kwenye trap ya Simba. We ulikuwa unaamini walitakiwa waache wa, wa mechi iendelee kuwepo ingawa Simba wamegoma, so, kama unataka kusimamia mm. kama unataka kusimamia taratibu na sheria mm walipaswa kuwacha ile tarehe mechi ichezwe Simba. Kama wanataka point, kama wanataka kusimamia taratibu na sheria mm, walipaswa kufanya vile mm. sawa mm. kama walitakiwa kufanya busara mm, walitakiwa kufanya busara ile walioitumia pale mwanzo mm, walipaswa kuitumia huku juu. Kwa mfano mi, bodi ya ligi hii inanichekesha nilidhani huu muda wote bacho alitakiwa kufanya toka ile machi nane mwaka huu. Bodi ya ligi wana wanachekesha wana sana, kwa sababu kama wangetaka kusimamia sheria na taratibu mm. wangezisimamia machi nane Unanielewa, itakuwa kichekesho kikubwa kama watakuja kusimamia sheria na taratibu eh, Juni 15 sheria na taratibu zile zile ambazo hawakuzisimamia Machi nane Lakini... Oscar, samani kidogo, samani kidogo Oscar, unajua unazijua adhabu za mtu kutoleta timu uwanjani uh, kanuni zinasemaje? ni apokwe pointi kumi na tano kwa, ina maana wakisimama na hilo, ina maana tafsiri yake sasa hivi ukiangalia Simba, sasa hivi ana pointi ngapi? ana pointi kama sitini na tatu hivi ina maana wakipoka waki hizo iyo, tutakuja nayo ya pili mm. ya kuja kuitazama kanuni yeah. Ishu ni ya kwanza kwamba mechi ilipaswa kuchezwa machi nane, mm. sasa kama iliyotumika ni busara ya ku rescue situation machi nane, mm. kama iliyotumika ni busara, nilidhani busara ilipaswa kutumika huu muda wote Walbo, tangu machi nane mm bodi ya ligi TFF kukaa na Simba na Yanga kutengeneza busara nyingine ya kufanya hii mechi ichezwe, unanielewa? Yeah. Mm. Ukitaka kuja ulikimbia kutumia sheria na kanuni Machi nane ukaahirisha mechi, yeah, kwa sababu tayari Simba ameshatangaza hatocheza mechi this time, Yanga ameshatangaza hatocheza, hatocheza mechi. Mm wewe umekuja, umetoa ratiba ya mechi, mechi iende kachezwe, ukienda kutumia sheria na kanuni mm. huku Juni kumi na tano, hiyo ni double standard na very unfair, kwa sababu ukitaka kutumia utawala wa sheria lazima utumie mwanzo na mwisho, ndio mm. maana nasema huu ndio mkenge ambao bodi ya ligi waliuingia. Maana yake taarifa ya, ya Simba ilikuja before Simba alishatangaza kwamba hatocheza mechi na akaweka sababu zake yeye. mm. anayesimamia ligi akaja akairisha mechi. Yanga jana ameshatangaza kwamba hatocheza hiyo mechi, si unanielewa? hizi mm, context yeah. mm. a day before, a day after. Yeah. awa watu wameenda wanakuja, ndio maana anasema nilidhani bodi ya ligi na TFF wametumia busara ya kuwaita Simba na Yanga na kuzungumza na kufikia mwafaka, na kama utakumbuka, hivi karibuni wizara eh, ya michezo yeah. Mm. kwanzia kwa Mheshimiwa Waziri Profesa Kabudi mm. naibu mwanaifei mm pamoja na viongozi wengine wote wakubwa baraza la michezo mm. na wengine walikutana kwenye kikao yeah. Mm. Lakini walivyotoka nje, kila mtu akutoa majibu. Wizara ya habari haikuwapa habari wana habari, yani wizara <laughs> <laughs> ya habari haikuwapa habari wana habari mm. ya kilichokuwa kina kinaendelea. Ndio maana nasema nilidhani kama matumizi tumeachana ya sheria na kanuni mm. tumeamua kutumia busara tangu eh, machi nane ilikuwa ni timu nzuri sana ya kuzungumza na na hawa watu na kuleta mechi. Kama simba angekatwa pointi kumi na tano za kutoleta timu uwanjani sasa hivi angekuwa na pointi arobaini na nane kwa asinge shuka daraja kama anavyosema, kwa sababu anatakiwa kushuka daraja ni Kenny Gold ambaye ana pointi kumi na sita Ko yeye angekuwa kuna nafasi yana ya, ah, mm. na Yanga akinyang'anywa aki pointi kumi aki uh, na tano hiyo Juni kumi na tano akikatwa hizo pointi sabini. Kwa sasa hivi ana point sabini koo, ni sawa na kusema akikatwa point 15 sasa hivi angebaki na point 55 ah, angekuwa yuko ni mshindi ni namba uh, mbili, mbili ya Yeah. Yeah, okay. Nisikilize mm. Kanuni ya kukata pointi 15 imepitwa na wakati hayo yeah. Mambo ya kizamani na ndio maana inawapa mahamuzi ugumu kuweza mm. kufanya maamuzi yeah. Kule Misri ambako likitokeza jambo wanaangalia eh, Ahli na Zamalek. Watu wameweka taratibu. Lazima uwe na sheria ambazo zinatekelezeka mm. Ingekuwa mtu asipoleta timu anakatwa point tatu sasa hivi mnyama angeshakatwa na faini ya milioni kumi, chap kwa haraka, yani. Mtu angeshakatwa point tatu na faini ya milioni kumi kabla ya kwenda kwenye mechi nyingine yeah. Lakini huu mchezo wa kusema kwamba tuta point tatu na magoli matatu atapewa opponent, then utamkata mtu alama kumi na tano. Sheria hii inapitwa na wakati, kwa sababu hauwezi ukaitekeleza, na hasa inapokuja swala la Simba na, Yanga, Simba ya, na Yanga, point sita. Kwa hiyo na, nafikiri wakati ligi inamalizika Uh, sheria zipitiwe, uko watu wanakaa nafanya mapitio. Ushauri wangu, hii hii kanuni ya kukata point kumi na tano mm, haina mpango wote. Haitekelezeki, haitekelezeki na haiusaidii mpira wetu, kwa sababu okay, unamkata point kumi na tano uko una, una target kuachieve kitu gani? Yani kitokeza timu haijaleta timu uwanjani, na inawezekana ikawa kuna genuine reasons Unanielewa? Ya. Hmm. Yaani hii pointi kumi na tano ukimkata ili unataka kuachieve kitu gani sasa? Nafikiri kwa sababu Simba hawana mamlaka ya kuahirisha mechi, aliyeahirisha hmm, aliyeahirisha ni mwenye mamlaka. Waligomea yaani, Simba, Simba kagoma, badala ukae uje utumie sasa sheria hmm, ulizoziweka kufanya maamuzi, urahirisha mwenye maamuzi, mwenye kaahirisha mechi, unanielewa? Hmm. Ukija ukiitumia kwa Yanga Afrika, ndo kai apply hiyo sheria hiyo, ni double standard. Lakini sasa, Oscar, Simba wenyewe walipata nguvu ya kugoma kwa sababu Yanga waligoma elfu mbili na ishirini na moja. Simba amefika na timu uwanjani, Yanga imegoma. Yaani ukirudi huko nyuma ziko hey. A wa zinafika hata saba, hatuchezi. Kwa hiyo Simba wakaona kumbe tukifosisha hapa hatuchezi Watu watu mechi ya dabi ya Kariakoo, kuna timu moja imewahi ime kutoleta timu kipindi cha pili time mazima. Kuna sababu nyingi, sababu nyingi huko nyuma, kuna sababu nyingi context hii ya yes. juzi <laughs> bodi ya yes. ligi time ambayo alitakiwa kutumia sheria na kanuni alitumia busara. Kwa, kwa sababu yeye ndio aliyairisha mechi. Wewe unapendekeza busara iendelee kwa sababu ndio ulikuwa mwanzo, yaani umeset standard kwamba sheria, wewe uwezi kutumia mm, utatumia busara. Bodi ya ligi watumie busara. Busara hapa ni nini? Sasa, busara hapa mm, ni kuita simba eh, kuita yanga na kuita TFF ambaye ndio mm, topo hawa wote. Lakini simba hapa yeye anasubiri ratiba tu hata usipomwita we, we kubaliana kwa, kwa sababu, kwa sababu hey. aliyefungisha hapa <laughs> ni bodi ya ligi hey. Unanielewa hey. Nani kwa sababu unajua kwa nini unawaita Simba hmm. Unawaita kwa sababu hiyo hiyo ya busara kwamba Simba Simba yuko clean, Simba hana kosa Loloche. lolote mpaka hapa mpaka hapa tunapoongea hmm. hmm. Kwa sababu hata muda wa mechi haukufika pia hmm. Muda sasa anaweza kusema mimi, mm. kulikuwa na watizi. Yeah. E, mimi niliko nimejiandaa kuleta timu. Unaelewa mm. kwa sababu uliyoahirisha ni wewe. Na kwa zandani wanasema eh. Mm. Hata mpaka hata asubuhi walikuwa wanafanya mazoezi. Hata hiki kinachoendelea, hiki mm. kinachoendelea. Yanga anaweza kuleta timu. Kwa sababu mechi bado ni Juni 15. Sio namelala nifushe. Yani, baada ya Juni 15 ndio tutajua kwamba Yanga hajaleta ya timu. Mm. Lakini unapoona haya mazingira, Bodi ya ligi tena TFF kwa sababu TFF ndio baba yao mm. TFF wangeweza ku wa waagiza bodi ya ligi kuwaita Simba kuwaita Yanga kuja kuzungumza na kufanya busara. Kuna kuna hasara kubwa sana ya kumkosa Simba na Yanga kwenye, kwenye, kwenye ligi yetu yaani ligi... hiyo damage hatuwezi kurikava. Damage ya kumkosa Simba na Yanga kwenye ligi yetu hatuwezi kurikava timu ya taifa itakwenda kuyumba mm. Tutapoteza biashara mm. Manake hatutakuwa na mtu anayecheza Champions League msimu unaokuja mm. Automatically tunapaswa tu, tusiwe na mtu pia ambaye anashuka daraja, kwa sababu yani unawezaje kuwashusha hawa yani, ligi hiyo imeisha kwenye kushuka tu, maana tutakuwa tuna bingwa kwenye ligi yetu mm. Unanielewa mm. Biashara hizi unazoziona, unaona hizi radio zetu yeah. Hivi mm. vipindi unajua mpira wetu wa ndani unafanya vizuri kuliko ligi nyingi sana barani Ulaya. Kabisa. Damage ni kubwa. Hizi redio ambazo zina vipindi vya masaa matatu na sisi tunauza zaidi loko kuliko international. Mm. Kitu ambacho tulipaswa tujivunie sana. Hivi vipindi vinaweza vikafungwa zikaanza kupigwa taarabu, mziki wa dance, singeli mm. ukahamia huko chini. <laughs> Ikitoka hapo inahamia kwenye watangazaji wa hivi vipindi. Yeah. Unaweza ukarudi kaliua yani. Unanielewa? Kabisa. So damage ya ya simba na yanga dameji ya mpira wetu haiishii tu kwa wale wanaocheza ndani na ya dakika 90 madhara ni makubwa mno wenye mamlaka kwenye mwendo ule ule wa busara ita simba ita yanga fanyeni mazungumzo ili jambo limalizike okay hebu tumsikilize edo akiwa kule paris ana story gani ambayo anataka kutuambia Uh, bado mashabiki wa Arsenal hawajaanza kuingia na si ajabu, uh, u -u na wachache wanaweza wakawa wameanza kuingia kwa sababu kama wanavyojua jiji ni kubwa, lakini kwa mimi airport, sikukutana na mashabiki wa Arsenal kwa sababu uh, mimi nimetokea Afrika na ndege yangu imepitia Asia. Uh, bado sijikuona abiria wanaoshuka kutoka kwenye ndege za ndani ya bara, bara la Ulaya kwa hiyo ni, ni ngumu kidogo lakini vilevile Uh, kwa hii timu zetu hii miji mikubwa inakuwa nadra sana kuona mashabiki, kwa sababu wanamezwa na idadi kubwa sana ya mashabiki ambao wanakuwa wanauwwanakuwako wana, wana, wana, wana katika mji husika, kwa sababu jiji ni kubwa na huwezi kujua mashabiki wamekaa pande gani, kwa sababu wao tiketi wanazopewa haziwi nyingi sana uh, kama wanatawanyika watu elfu tatu katika jiji kama la Paris ni ngumu sana kugundua ni wapi wameseto. Ni sawasawa na Dar es Salaam zinavyokuja timu kama ya Al Hilal, uh, Al Ahly ya Misri ni ngumu kugundua wale mashabiki wao wamefikia wapi, kama wewe unaishi Tegeta, unaishi Temeke na maeneo mengine, unless kama umebahatisha kupita katika Uh, maeneo ya zile hoteli kubwa za, za, za around posta, lakini mimi natazamia kesho asubuhi nitaungana na mashabiki wengine wa Arsenal wanaotoka pande mbalimbali mbali za dunia, kwa sababu wengi huwa wanapenda kunywa kando ya uwanja ambao mechi itachezewa. Kwa hiyo asubuhi uh, nitakuepo katika uwanja wa Park of the Princes ambao hauko mbali sana na hoteli ambayo nimefikia na pale nitajiunga na Arsenal wenzangu kwa ajili ya kupindua meza tumekuja hapa kwa ajili ya kupindua meza, na nitawajuza zaidi uh, kesho kabla ya pambano, kwa sababu tutakuwa tuna nafasi.